scws ndsafurewd nisibasi kafikia Marco Chan amebidi sasa kusimama na kujitetea. Anasema yawezekana namna mnavyo nitazama ni tofauti na navyo fikiria. Yaani, inawezekana tumemalizana na Fu Hongxue, lakini pengine nyinyi pia bado mna la kwenu nyie. Au labda pengine hii ni hata basi. ihancenisn hatu kama tunahitaji kuuana ili kupata tunachotaka ni bora. Binti akasema akasema, baba, kwa nini unasema hivyo? Akasema, hakuna haja ya kuogopa. Kijana akamsogelea pale, anasema nafikiri utakuwa umekosea hilo. Mara ya mwisho niliacha ujumbe kwamba tusifanyiziane visasi. Miaka ishirini iliyopita iliyotokea imetokea, sasa nafikiri tunaweza kuishi maisha mengine Haujachoka kuishi kama? Haujachoka kuishi kwa visasi. Mimi siwezi kusimama tu kuangalia watu wanauana. mm -hmm. Sasa, angalia baada ya kuzungumza vile, Master Murongo akasema kijana anaonekana na akili sana. meratamenlnai Kwanini basi aliniuliza kwa maswali yote ya ndo tunakuja sasa kuona. Kwamba basi tulikuwa tunamuona anayezungumza pale sio master oh. Alikuwa ni anazungumza pale ni, nimeshapanga mipango yote, tutafanya kila kitu. Haya, tuma majeshi yetu mengi, amna kitakachosalia, tutafanya kama tulivyopanga. Hakikisha pia kwamba mtoto wangu hatajua chochote sawa. Bosi, hatajua chochote basi Master Murong alishauawa, ndio maana wao. Unagundua nini, ni mtu mwingine kabisa, ni Uncle Feng. basi waliokuja wageni hawakujua wanasema hawa wawili kwamba tulidhani labda hata wamka tena. Hawa ni wale wenzie. Moyo wake ulikuwa na hasira sana. Nani mwingine kama sio kiongozi wetu? Eh, baada ya kila kitu ambacho amefanya bado amekuja, amekubeba mpaka nyumbani, akainuka pale, maana yake alikuwa ameacha viatu vyake hapo akainuka taratibu anajisongea. Wewe unakwenda wapi? Si lazima nikuambie wapi nakoelekea, kwa nini niripoti kwako? Ni kwenda kutafuta Fu Hongxue. Najua unaenda kumspy Fu Hongxue pamoja na Misma. Nimeshawatuma watu kwenda kufanya. Tutakutaarifu wakati tutakapopata taarifa. Unafaa kubaki hapa uhakikishe tunakutibia. Tuno. Wewe chini. Wakati kiongozi alipokurudisha hapa, mwili wako ulikuwa umepoa. Umelala hapo katika kitanda. Ametumia nguvu zake zote kukuomba. Kila wakati anatumia nguvu zake kukusaidia mi, mpaka nimesha sahau sijui ni mara ngapi sasa, sihesabu. Hmm. Amekusaidia sana, lakini kila unapofungua macho wewe unamwaza tu fuongshu pamoja na mali na hivyo. Ni mtu namna gani usiyekuwa na shukrani? Uone kama hii inamuumiza sana, nitachukua kwamba hivyo ni ili jambo ah, muhimu sana kwangu kwamba ameamua kuniona mimi ni mwamuhimu kwake. Akasema, basi sawa, ili litabaki kama deni, sawa eh licha ya kwamba mmetoka kote mlikotoka, basi haimaanishi kwamba nitakuchukulia kama familia. Kwa hiyo vipi, kama nikiondoka leo? Akasema yeye ndio utoka, kama unataka kuondoka itabidi upite hapa kwanza. Kiongozi akatokea pale, aliwapata wanagombana pale, akawapata pale ni wida nisa c efu basi tazama, alishajua na alipokuja alimwambia, akamwambia samahani sana kiongozi, unajua nikwambie kitu. Akasema naelewa unachotaka kusema wewe, kwangu si tu kiongozi wa kawaida. Mm, basi jamaa akamtazama hivi, anamwambia eh, sasa sikiliza, eh, mwili wako sasa uko vizuri. Ikiwa mnataka kuondoka, basi nendeni, wenzako watakusaidia mnapoelekea huko mnakoelekea ikiwa bado kuna mda anasikiliza na, na, takum... na, na, na analengwa na machozi. Wanga wanasema ukitaka kumpatia mtu mwenye kiburi wewe ini moyo wake, usitumie nguvu. Yeye ukitumia nguvu, ndo anapenda hivyo, kwa hiyo hutaweza weka mata moyo wake. Haya, tunampata misma tena, amerudi katika hali ya kawaida, wanaishi maisha ya furaha. Sasa wako na ngome yao nyingine mpya. Hii ni baada ya kumwondoa anko Murong. Eh, mara ya mwisho tulimwona anko Murong eh, akiwa katika mjengo huu, hapa ni nyumbani kwake, lakini sasa tazama, mako chana limeingia na watu wake pale, wakaamua kuua watu. Sasa wao wamejiweka hapo, wanataka kuanza upya ili kusudi wasimame na kuinuka tena kama mwanzo. Ah, sama. Ni mara chache nimepata kusikia ukicheza muziki mzuri sana. Ni kweli baba, sina muda mrefu, ni muda mrefu sasa nimekaa bila kushinda. Kwa hiyo unapanga sasa kufanya nini? Unataka kujua mipango yangu. Nataka kubaki na binti yangu, nisikie akinichezea muziki. Ehe, nipikiwe chakula kidogo. Bwana baba, mimi nazungumzia mipango yako kuhusu kutengeneza ngome yako unajua ulikuwa kiongozi unayoheshimika namba mmoja. Nafikiri nataka kukaa na binti yangu nisikilize mziki wake na chakula chake mm. Baba baba bwana, ina maana aturudi tena? hapa ni pazuri, lakini hapa si kwetu, 王主, baba. Ingawa basi mwenyeji wetu ametukaribisha vizuri, lakini mi napenda tukiwa kule kwetu ndo panakaa pazuri 我是你...

Sisi tunahitaji kuenjoy kutulia, hatuhitaji mgeni. Lakini ha, nimeshindwa kumfukuza. Ni nani niambie? Shi Fu Hongxue. Anasema ni Fu Hongxue. Mwamba, baada ya kuachwa katika tundu kubwa sana ambalo ni hatari na almanusura, kule basi alikuwa afe. Bibi ndo aliyemsaidia kumtoa katika lile shimo. Ha, ha, amekuja. Anaulizwa, haya, umekuja kufanya nini hapa? Akasema nataka kukuona wewe kama uko salama. Eh, niko salama, unaweza ukaondoka. Akamwita Fangling. Ni kwa nini basi uliniacha katika lile tundu nife kule? Kwa nini hukuniua? Kwani kuna tofauti gani kama basi uko haya ama umekufa hata ungefia kule kuna tofauti gani? Akasema, basi cha kusema zaidi sana acha ni kuambia ukweli sasa. Mimi na wewe tumemalizana na wala sintarudi kule nilikotoka, e watobkla sintakaa nikusamehe katika maisha yangu wewe. Akasema fali, yani sijui kwa nini unafanya hivi. Hata na mimi sijui cha kufanya, kama utanisamehe basi nitapiga magoti hapa maisha yangu yote. Na unajua huyu jamaa akisema kitu kitue Aise, alipiga magoti, hajawahi kupiga magoti hivi kabisa eh. Mara ya kwanza alipigaga magoti alipokuwa anataka dawa ya kuokoa maisha ya hivi. hii ni mara ya pili, lakini kipindi amekuwa mtumwa amechukua kama, amechukuliwa kama mfungwa gerezani, ah, huyu msma alitakaga apigwe magoti ili kusudi huyu amthibitishe kama mtumwa, lakini basi hakujali eh, lakini vile vile walikuwa wanatumia nguvu sana sasa aliichukulia hii kama masahara, lakini jamaa ni mtu mmoja ambaye amezoea kupitia maisha ya tabu na huzuni na simanzi, e, maumivu makali na nini. Kwa hiyo, alimwambia kama hutonisamehe, mimi nitapiga hapa magoti, nitapiga hivi hivi mpaka uhai wangu ufike mwisho. Kwa hiyo, anamaanisha alichosema. Ngoja basi tuone kama ataendelea kubaki hapo mpaka mwisho wa uhai wake. Haya, tutaona.

Mara ya mwisho alitaka ubaki naye lakini ukaonyesha. Wakati anakusaidia unamtaja, hiyo inaonyesha wazi bado yuko. Unajua, si rahisi sana kwa mtu kama vile Ma Fangling kumwachilia. Kwa hiyo unataka nifanyeje? Hakuna namna nyingine hapa Yani, ni kama mimi na yeye hatu, hatuwezi kuwa pamoja. Ni kama haikupangwa, tulipangwa tu mimi na yeye, labda tuwe kampani. Kwa hiyo imebidi nifike mbali kote huku kwa ajili hiyo. Sikutarajia kama mambo yataisha haraka hivyo. Kabla hatujatengana, nataka kwa namna yoyote apate sehemu anayotakiwa kuwepo. Tangu utoto ulikuwa umekua wewe pamoja na Ma Fangling pamoja, kila kitu mlishirikiana. ah ah, basi ishi hapo, usiseme sana. Inatosha kujua kwamba nyinyi mko upande wangu. Mambo ya kufikiria watu ambao hatujui kama ni binadamu au sio haifai. Haya, tuendeni jamani, tunachelewa, tuwai mara moja anasema nakumbuka mara ya kwanza tuliwahi kutembea pamoja tukawa tunakimbizana na farasi. Haya, leo tufanye tena hivyo. Wametimua mbio hapo eh, kila mmoja anapiga mbio eh, wakiwa wanajaribu kuelekea kule katika lile jengo, ile mansion ya Murong au vipi, sehemu ambapo watu wanajiachia, wanaishi wanaishi vizuri, lakini sasa mwenye jengo kashauawa hata binti mwenyewe hajui kama basi Anko Murong alishauawa, mtu ambaye wanadhani ni, ni wa... Lakini walipofika pale, wanampata akiwa wamepiga magoti, alipiga tu magoti, anasema huyu anaonekana kama basi, uh, Ancha mimi niende peke yangu. Haya sister, basi sisi tunakuacha. Angalia uwe vizuri sana kuzingatia hilo eee, mara ya mwisho alimwacha e, Fu Hongxue katika mazingira fulani ya uchungu mwingi sana, na akamwaga akimweleza wazi kwamba yeye ndo sasa. Angalia, namtazama leo akiwa amepiga magoti pale peke yake, na mara ya kwanza aliamua kumwambia amemchagua huwa huwa han, au bosi Shao leo anamkuta akapiga magoti ta, ba baba shu, hebu hebu tuma mtu kama nilivyokuambia. Fu Hongxue mimi namjua, mwambie ni huyo sasa hivi, sio Fu Hongxue he, sister Kidogo akaingia pale pale pale pale, fika pale ndani, mzee yuko sana sana. Hatimaye umekuja jamani! Haya, nani aliyesema kwamba kwamba anakaribishwa eh? Kama lakini hata hivyo bila wewe, nafikiri kwamba, wewe nafikiri naweza bado, sisi yetu yetu katika kipindi hicho umetusaidia kazi kwa kiasi kikubwa sana na kuangamiza maadui wetu kama si wewe, pengine hata sisi saizi tungekuwa kwamba. Mimi nakukubali sana, ni miaka imepita, lakini basi yale uliyofanya na huduma uliyotoa kwetu ni kuwa sana. Asante kwa huduma yako. Kasema, mimi najua wewe ni baba yangu, lakini mimi katika macho yangu wewe ni mwanangu kabisa, kama mwanangu wa kumzaa. Unaweza kuniita baba. Dada fanya vile, baba akamuita baba anavyosema. <sighs> Ah, huyu mzee ana drama sana. <sighs> E, anampigia goti binti. Sasa mimi ni, ni, ni mtu na ndugu, sasa hatufai tena kutengana ku najua nimefanya vitu vingi vimekuvunja moyo wangu. Naomba unisamehe. Mm, sasa kitu gani cha kusameheana? Yote yameshapita, eh, yale yote ambayo alikuwa nayo kuwekeana visasi vinyongo yameshapita yote. Mzee alifurahi sana. Basi akawakumbatia, yani anawachukulia kama wanaye vile na siku ile ikawa akitofauti sana. <laughs> Ma, mwamba yuko nje tu pale. Eh, sasa sasa hivi kama wale Twino pamoja na Misma wameungana sijui ndugu yangu kama atafua dafu. Eh, wameungana, wamerudi, yani wanafanya kama ni family. Angalia wanafanya kulaliana muda wote, nimekuwa nimejikuta kwamba nakumisi tu. Nasema ukweli. lai. Nimekuja kusemesha kitu kuhusiana na Fu Hongxue. Sasa mimi sitaki kuongelea Fu Hongxue saa hizi. Najua kama nyinyi wawili kuna mengi ambayo yametokea kati yenu yamewagombanisha. Lakini sasa hivi Fu Hongxue ni kama vile anataka sana nyinyi mbiani Nakubaliana na kwamba nilimpenda sana. Na hata sasa ni kwamba hata siwezi kumtoa katika akili. Lakini mimi siko vile nilivyokuwa. Na yeye pia hayuko vile alivyokuwa. Nisikilize mdogo wangu, hatutakiwi kurudi tulipotoka. Kwa nini tusirudi tulipotoka? Unajua katika dunia hii hamna mkamilifu. Kuna mioyo ya kupendana tu, yale mapenzi ya kweli. Na mimi nafikiri kwamba wewe umekuwa ndani ya moyo wa Fuongshu, yani hajawahi kukutoa moyo. Kila nikimwangalia naona ukweli na na uhalisia juu ya hilo. Na alafu kumbe atasio mtoto wa Baiti. Kwa hiyo hakuna adui wowote kati yako wewe na yeye, chochote kilichowahi kutokea hapo. Tushukuru baba sasa yuko salama, na nyinyi pia mko wote salama kwa wewe. Kwa nini basi msiachane na chuki na mkaamua? Kumbe amekuja huku nia yake ilikuwa njema tu kuja kutengeneza mazingira ya kuweka mambo kuwa sawa. Haya, mpaka usiku unaingia mpaka panafika asubuhi, jamaa yuko pale kapiga e, hajala hajanywa maji. Haya, siku ya pili hiyo giza mwanga mwa e, siku inaisha siku, mpaka panafika asubuhi

akasema naombeni nafasi, nataka kuchagua tena kufanya maamuzi, yeye kweli Fu Hongxue za... nataka kuwa na, binti yangu, Ibe... akasema ndio. Je, uko tayari kuachana na vinyongo na visasi vyako vyote ili kufuatana na binti yangu? Akasema ndio. Basi sawa, kama unataka binti yangu bishyien... basi itabidi upitishwe na mimi, kwanza mimi nikubali Nataka na kuona thamani yako kwake. Nawezaje kulithibitisha? Sasa natakiwa kutembea umbali kidogo, mpaka hapo getini, na kama ataweza kufanikiwa basi mzee atamwachia awe anaye. Anasema kuna walinzi nitaweka hapo, inabidi upambane nao hao. Utumie, anasema uweze kutumia, utatumia silaha ila utapambana nao bila silaha. Kama ukilishinda hilo ntakupa binti yangu. Haya, picha inazidi kunoga. Shoutout kwa kaka Viz kutokea United States of America, mmoja kati ya watu wa nguvu Marekani ambaye anatuconnect na watu wengi sana Marekani na kutupa sisi nafasi pia kuonekana na watu kadha wa kadha. Ukiona mimi natangaza hapa na kutafsiri hapa bila kuchoka kaka Vis pia amefanya nguvu nyingi na sasa hivi ni member wetu, ni member kabisa, sio tena subscriber peke yake. Wako baadhi ya watu wameniuliza: sasa Mr. Informa, mbona tunaziona video lakini kuzifungua hatuwezi? E, zile zinakuwaga ni kwa jinsi unaona, imeandikwa members, uh, only. Ukifungua, inakuambia members only. Maana yake ni kwamba hao members ni wale special au VIP ambao wao wanakuwa wamelipia vifurushi kwa mwezi, na wanakuwa members wetu ikiwa nawe ungependa kupata kama hivyo, yani uwe memba ili kusudi uwe wa kwanza kuona na wengine wanapokuwa wanasubiri mpaka pale DJ anapoachilia, basi wewe uwe wa kwanza uwe na ile priority ile, kwamba tukupe kipaumbele e, inabidi uwe memba. Sasa jinsi gani ya kuwa memba? Unaenda kwenye profile ya channel yetu, utaona kuna sehemu pale imeandikwa join pale kwenye profile. Maana yake kuna ile picha ya ya YouTube channel yangu, wewe angalia moja kwa moja E, kale kapicha kaguse, itafungua channel kwa mbele yani infr, e, front page. Alafu utaona sehemu imeandikwa join, click pale, chagua kifurushi unachoweza kulipia, kisha weka njia zako za malipo, lipia kifurushi simple ambacho unaweza ukaona kinakufaa. Kifurushi kidogo kinakuwa na bei ndogo, kifurushi kikubwa kinakuwa na bei kubwa. Ukifanikiwa hapo, kila kitu kitakuwa on point kabisa, utakuwa unaziona sinema mwanzo, yani wewe unakuwa wa kwanza kuziona. Asante sana kwa kujumuika nami mpaka hapa, nafikiri tutakutana kwenye episode inayofuata.